Kuna viongozi wachache wanaochagua siasa si kwa sababu ya umaarufu bali kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya ndoto na kwa sababu ya sauti ndani yao inayowasukuma kusimama mahali ambapo wengi hukaa kimya. Leo tunakutana na kijana ambaye hana miaka mingi katika siasa lakini ana mzigo mkubwa na mzigo mzito wa mabadiliko. Kivuli, wa mabadiliko ni naibu waziri kivuli wa maliasili na utalii kupitia ACT Wazalendo, lakini zaidi ya cheo ni mtoto wa Same Magharibi aliyeamua kurudi nyumbani kupigania ndoto za wananchi wake. Anaamini ubunge si nafasi binafsi, bali ni dhama ya wananchi. Anaamini Same ya wote inawezekana, nchi ya usawa, kazi na heshima kwa kila mtu. Katika kipindi hichi cha vijana katika katika uongozi, tutazungumza na Anthony Ishika Maga. Tutazungumza na Anthony Ishika Mghamba kuhusu safari yake, vizingiti, maumivu na matumaini. Hii ni hadithi ya ndoto inayotembea kwa miguu miwili. Karibu, karibu sana kwenye vijana katika uongozi, ndugu Anthony. Asante sana Sabina. Sasa leo katika mahojiano yetu tutaanza kwanza binafsi na wewe, tuanze na wewe kama binadamu, Anthony. Kabla ya siasa, wewe ulikuwa ni mtu gani? Ulikulia wapi na mazingira hayo yalikuandaaje mpaka umekuwa mwanasiasa eh, asante sana Sabina eh, mimi kama ulivyosema naitwa Anthony Ishika Mghamba ni mtoto pekee kwa mama yangu Victoria Anthony Ishika na kwa bahati ni, mimi sihitaji bahati mbaya kwa bahati nzuri nilibahatika kulelewa na babu pamoja na bibi yangu, kwa maana ya kwamba huyo mzee Anthony ndiye aliyenilea. Kwa hiyo mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, kata ya Mhezi, kijiji cha Mtunguja na kitongoji cha Kituvi. Hapo ndipo nilipozaliwa, okay? na katika safari hii mpaka nimefika hapa, e, naweza nikasema kwamba mazingira niliyozaliwa, mazingira niliyokuwa ndiyo yaliyonilea kuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo e, kwa awali mazingira yangu yako namna hiyo. Sawa. Asante sana kwa jibu lako umesema umelewa na bibi na babu. yeah. Ah, wanasema vijana wengi ambao wamelewa na bibi na babu wanakuwaga na maadili makubwa na mazuri sana. Tutaendelea kutuelezea huko mbeleni ilikuwaje na vitu kadhalika, lakini kwenye familia yako na maisha yako ya utotoni kulikuwa na dalili za uongozi au ulijiangalia kama ni kiongozi kuanzia lini? Eh, jambo la kwanza ninaloliamini mm -hmm, ni kwamba viongozi wanatengenezwa, viongozi wanazaliwa e, na kuna viongozi ambao uongozi unaoweza ukatokea kutokana na mazingira. Mimi naweza nikasema kwamba uongozi nimezaliwa nao kwa sababu ya mazingira niliyokulia. Nakumbuka mimi nilianza uongozi nikiwa darasa la tano shule ya msingi. Mimi nimesoma shule ya msingi inaitwa Kueresha nimeanza uongozi nikiwa darasa la tano tena, it's so fun kwa sababu uh, nilipewa huu uongozi siku ambayo mwalimu alinikuta nikiwa nimetoroka shule, nimeenda kuwinda ndege <laughs> yule mwalimu hakunichapa, alivyopo uh, Liverpool, nikuta njiani, tulikuja tukiwa tunatembea. Sasa ananirudisha shuleni, mwanzoni nilikuwa na ile hofu baadaye kadiri tunavyotembea mwalimu anaongea na mimi anaongea na mimi, ile hofu ikawa imepotea mpaka tukafika shuleni, tukaingia darasani. Alikuwa anatufundisha Kiingereza, alikuwa anaitwa mwalimu Lot na tulikuwa tunamwita mwalimu Coconut kwa sababu alikuwa anatuchapa na tuliza Coconut ni nini wakati anatufundisha Kiingereza. Kwa hiyo tukatoka, tukaenda naye mpaka darasani. Mwalimu, mwalimu yule hakunichapa Tukafika darasani tukakaa, akatufundisha vizuri. Baadaye tu amefundisha amemaliza, akawa anahitaji kukusanya madaftari ya somo lake la Kiingereza, akaniambia Anthony, kusanya madaftari niletee ofisini. Mimi nikawa na hofu kwamba kwa vile mwalimu alinikuta nikiwa nimetoroka, ina maana atanichapa, lakini nilipofikisha ile madaftari pale ofisini mezani kwake, akaniambia basi kila siku kwenye kipindi changu, wewe ndio utakaye kuwa unanikusanyia madaftari ya madaftari, madaftari ya wanafunzi wote na daftari lako utakuwa unaliweka juu. Kwa hiyo kukawa kuna tulikuwa tunaita monitor, kiongozi wa darasa lakini kilichotokea kwenye somo la Kiingereza mimi ndo nikawa mkusanya madaftari, jambo lile lilinihamasisha kile kitendo kwamba nami nakusanya madaftari kwa wenzangu e, kuna ambao wengine hawajamaliza, nawaambia wewe malizeni ili nifanyeje niweze ku, kupeleka madaftari, na mwalimu akaniambia hakikisha unakusanya madaftari ya wanafunzi wote e, kwa hiyo nilichokuwa nakifanya nilikuwa nawahimiza wenzangu andikeni notes, kusanyeni madaftari. Kwa hiyo kile kitendo kilinijenga mimi, na bahati mbaya yule mwalimu sasa hivi ni marehemu e, Mungu amlaze mahali pema. Kile kitendo kikanijenga, nikaona kwamba naanza kuhamasisha wenzangu, ni baadaye yule mwalimu akani akanifanya kuwa mwalimu e, kiongozi wa darasa msaidizi. Ikawa sasa nile tuko darasani, kitu pekee ambacho mpaka namaliza umonita kwenye ile darasa sikukifanya Sikuwahi kuandika majina ya wasumbufu, kwa sababu mimi nilikuwa muongeaji sana. Kwa hiyo ilikuwa kila mwalimu akiingia darasani, akichapa ulikuwa unazungumza darasani, na mimi nimo, kwa sababu nilikuwa napenda kuzungumza ile, kumake story, kumake fun sometime na kadhalika. Kwa hiyo hapo ndipo mahali ambapo nili, ukiniuliza safari yangu ya uongozi ya ilipoanzia, ilianza kwa namna hiyo. sasa mpaka tukaenda baada ya hapo, nilivyomaliza darasa la saba nikaenda kusoma eh, shule ya sekondari. Mimi nilisoma shule ya sekondari eh, Kiriki High School. Nilipofika sekondari nilikuwa nasoma day, wakati huo mama yangu alikuwa anafanya kazi hospitali ya wilaya, wakati huo ikiwa ni Usangi. Kwa hiyo mimi nasoma day, naenda day, nilianza day form 1 form 2, nilipofika ile temu ya pili, nakumbuka changamoto za shule. Aliyekuwa president pale, head boy alikuwa anaitwa president, sisi tulikuwa tuna serikali kabisa pale shule. Aliyekuwa president alipata changamoto, kwa hiyo ule uongozi wa shule wote ulivunjwa. Ulipovunjwa niliteuliwa mimi kutoka kuwa mwanafunzi wa kutwa ku, nikafanywa kuwa president nikiwa natokea dei. Kwa hiyo nikawa president pale kuanzia ile form 2, tukamaliza tukiwa form 3. Nika ile a, mwanzo nilikuwa ya kuteuliwa nikiwa form 3, nikagombea sasa. E, na nakumbuka tuligombea, tulikuwa m, watatu, mimi na wenzangu wawili. Sasa mimi ndiye nilikuwa niko kwenye natetea kiti, nashukuru Mungu nilifanikiwa kushinda kwa hiyo nikaendelea kuwa president tangu niko form 1 I mean form 2 mpaka namaliza form 4. Lakini baada ya hapo nilienda kusoma eh, nili si, nili, nilikata mimi kuendelea na form 5 na 6, niliamua kwenda chuo, nikawa nimeenda kusoma hoteli na utalii. Lakini kule chuoni niliposoma nili, nilikuwa tena kiongozi. Kwa hiyo safari yangu ya uongozi ilianzia hapo. Ikawa kila mahali ninapoenda, nikikaa na wenzangu, nani atasimama badala ya wenzangu, ya sisi hapa, watu wanasema Ishika vivyo hivyo. Hata kanisani nimepata nafasi za uongozi uongozi kwenye kwaya, mimi ni mwimbaji, nimepata nafasi, nafasi za uongozi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hicho ndicho kinachonifanya nione kwamba e, uongozi e, nimezaliwa nao nimezaliwa nao. Lakini sasa kuwa kiongozi bora na kuwa kiongozi ambaye anakubalika kwenye jamii, hapo sasa inategemea na mazingira ya makuzi. Kwa hiyo hapo ume, uliniuliza hapo awali pia, mimi babu yangu na bibi yangu walinilea katika makuzi ya maadili ya Kiafrika, walinilea katika maadili E, ya, ya, ya, ya, ya ushirika ya ujamaa kwenye jamii. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba malezi niliyolelewa mimi na babu na bibi yangu yalinitengeneza kuwa kiongozi ambaye unamwona sasa hivi. Mm. Safi sana. Kwa hiyo wewe, uongozi hujaanza leo, kama tunavyokuona sasa hivi kwamba unaenda kuelekea gomnia ubunge na pia kitu ambacho unacho sasa hivi huko nyuma sikuweza kungamua yes. Nakumbuka wakati niko sekondari nilipokuwa president. Eh, nilipata changamoto moja katika uongozi yes, wangu unajua mazingira ya wanafunzi yes, na sasa kulikuwa kuna wanafunzi wanatoroka nini na nini. Nikapata changamoto moja nikiwa nashirikiana na, na aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati ule kwenye ile serikali yangu shuleni tulipambana na wanafunzi fulani, pakafika pahala, nikamfuata mkuu wangu wa shule wakati huo. Uh, sasa hivi amestaafu, ni mzangu, namheshimu sana eh, anaitwa Musa Mzava. Nikafika nikamwambia mkuu, mimi naona akaniambia, Ishika, nakumbuka alichoniambia, Ishika, you can. Ishika, you can fanya wewe, uongozi wako hauishii hapa wewe mimi nakuona utafika mbali. Alimtamkia hayo maneno. Baadaye aliyekuwa makamu mkuu wa shule naye nikamfuata, nikaona kama vile headmaster anazingua fulani hivi, nikamfuata sasa. Yule ndiye akaniambia unataka ku, unataka uache kazi sasa? Mbona mimi nakuona wewe uongozi wako haujaishia hapa? Mbona mimi nakuona kwamba utakuwa kiongozi hata baada ya kutoka hapa, hapa shuleni? Kile kitendo kilinifanya nikarudi ofisini, nilijifungia nikasema kwa nini mkuu ameniambia hivi? Kwa nini makamu mkuu ameniambia hivi? Nikagundua nikasema sitakata tamaa. Kwanzia pale nikawa nimejiambia ndani yangu kwamba nikiwa kiongozi, changamoto ni sehemu ya uongozi. Kwa hiyo pale sasa ndipo nilipo, nilipo, nilipo nikawa kama vile nime nimejiongezea nguvu kutokana na yale maneno, ndio maana hapo awali nikakwambia kwamba kuwa kiongozi unaweza ukawa umezaliwa na uongozi, lakini kuwa kiongozi bora ambaye anaweza akapambana na changamoto inategemea na makuzi, inategemea ni nani ambao wanakuwa wamekuzunguka, nani ambao wamekuwa wamekuzunguka? Ndiyo. Sasa ulipoingia kwenye siasa hmm, rasmi ilikuwa ni msukumo wa ndani au ulisukumwa na mazingira kama ulivyoelezea? mimi kuingia kwenye siasa naweza nikasema ulikuwa msukumo wa ndani, japo sikuwa na chama kwa wakati huo, ila mimi nilikuwa mfuatiliaji sana. Nilikuwa mfuatiliaji sana. Nakumbuka kilichosababisha nikaanza kufuatilia siasa ni mwaka elfu mbili na tano wakati nikiwa niko kidato cha kwanza ali ndipo alipoingia madarakani rais wa awamu ya nne ndugu Jakaya Mrisho Kikwete ile, ile, ile, ile kauli mbiu yake, ari mpya nguvu mpya kasi mpya mm -hmm, ili ni inspire kitu fulani hivi. Kwanza eh, kuna swali ambalo niliwahi kuulizwa nini maana ya ari mpya? Sasa ari, unajua ile ari, nilikuwa sijui ari vizuri, lakini e, kukawa na rafiki yangu akawa anaielezea ile ari, sasa alivyokuwa anaelezea ari, alielezea alitumia picha fulani hivi, sitahitaja hapa, akasema ari ni ile hali ya kuwa na shauku ya kufanya kitu kikafika mbali zaidi sasa